Jamhuri ya Muungano wa Tanzania huru, mkuu wa wilaya na ndugu viongozi, endelee kuwashukuru na kuwapongeza sana katika ziara hii, kwa kweli mnaendelea kuvaa heshima mwenge wa uhuru wa mwaka huu 2025. Lakini niwapongezi wanafunzi wetu wa shule ya sekondari ya Kisarawe kwa kweli mmeimbia nyimbo ambayo kiukweli mwenge wa uhuru wa mwaka huu 25 moja wa wajumbe wake wa kudumu kwa mwaka huu ni mapambano dhidi ya rushwa. Kwa kweli kogetana na iiemaloni, lakini niendelee kuwapongeza viongozi wa serikali na wananchi ambao wamejitokeza kwa wingi katika eneo hili. Ndugu wananchi na ndugu viongozi, mwenge huu wa uhuru kama tulivyoambiwa ni chombo kilichoasisiwa na baba ya taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kanyoa mwaka elfu moja mia tisa sitini na moja lakini mbio za mwenge wa uhuru zilianza mwaka elfu moja mia tisa sitini na nne mpaka leo hii. Mwaka huu ishirini na tano tunaendelea kukimbiza mwenge huu ukiwa unawaka, una ng'ara na unameremeta mwenge wa uhuru. Enyi wananchi wa wilaya hii ya Kisarawe, mwenge huu wa uhuru wa mwaka huu ishirini na tano umebeba ujumbe maalumu na ndio ujumbe mkuu Simayo, enfin si ni uchaguzi mkuu wa mwaka 25 chini ya kauli mbiu isemayo itokeze kisiii uchaguzi mkuu wa mwaka 25 kwa amani na utulivu. Amani oye, huru. Lakini vile vile mwenge huo wa uhuru umeendelea kuhamasisha wananchi wake na kuwaelimisha juu ya mapambano dhidi ya rushwa, mapambano dhidi ya dawa za kulevya mapambano dhidi ya malaria, mapambano dhidi ya viziuno UKIMWI, lakini lishe bora kwa afya imara. Huu ndio ujumbe wa kudumu wa mwaka huu kupitia mwenge huu wa uhuru. Lakini leo wana Kisarawe, umeitekeleza kwa dhati ajenda ya mapambano dhidi ya rushwa, nawapongeze sana, naongereza sana na haya ndiyo malengo ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan ambayo anayaonyesha kupitia serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Daktari Samia Suluhu Hassan ni mmoja kati ya viongozi ambao wanapambana kwa kiasi kubwa juu ya swala la rushwa na niwaambia kwamba ndugu wananchi katika taifa letu rushwa a ila tunatakiwa tidahahari lakini tuendelee kupambana ili tukifika 2030 swala la rushwa katika taifa letu liwe limeondoka kabisa kabisa mwengi wao hoye niwaambie ndugu wananchi na ndugu wanafunzi umeimba wimbo mzuri na wimbo ambao una hamasa una mantiki na una kila vigezo na sifa ambazo zinaelekeza kupambana na masuala ya rushwa. Hii sasa ni wanafunzi na mungu wa shuleni, kuna mishikia sheria mbalimbali ambao vinaweza kupelekea kuweza kujiingiza na masuala ya rushwa. Wapo wanafunzi ambao wameshafikia umri sasa wa kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na naamini ndani ya wilaya ya Kisarawe vijana wengi na wanafunzi ambao wameshafikia umri kuanzia miaka 18 wameshajiandikisha kwenye daftari la kudumu la kupiga kura. Niwaombe sana ndugu wanafunzi na ndugu wananchi wa wilaya hii ya Kisarawe, tuendelee kupambana juu ya swala la rushwa, vya sheria viko vingi. Mtu yoyote ambaye anahisi hapa pana kitendo cha rushwa kinafanyika, basi awe ni karibu kusema hapana, lakini pia kutoa taarifa katika taasisi husika.